Imewahi kunitokea kuna siku nimepigiwa, nime, nime simu sehemu, kuna changamoto, kuna mama amefanyiwa vitendo ambavyo sivyo na mume wake, lakini wakati huo, siku moja, yaani, yule dada ni amechoma kisu na mume wake, lakini nilipofika pale nikajikuta uh ana amechomwa hawezi kufanya chochote, lakini mimi mwenyewe nilikotoka nilikuwa nimekaa muda mrefu, yani nimekaa kazini siku nzima, nimekesha, nimeamka asubuhi, sijapata muda wa kupumzika, nimeenda kule. Kwa hiyo changamoto ile ya kutopata muda wa kupumzika na tukio ambalo nilikutana nalo kule nikajikuta sipo kichotokea moja nikajikuta uh, kama nataka ni ni mtafute yule mme aliyefanya vile, sio yani? Nikawa nika natamka kabisa, nikimpata naweza nikampiga nikamfanya nini, yani. Nikajikuta kama nataka ni hukumu, wakati mimi si stahili kuhukumu. Lakini baadaye nilipokuja kujua ni kwamba sikupata muda wa kupumzika, lakini ningepumzika, maana ningejua okay, kazi ya mwandishi si kuhukumu. Mimi nimekuja pale kwa ajili ya ile story kwao, ningeishia tu kwenye story, nikatoka kwa vitu. Kwa hiyo nini kichwani, kulikuwa kwa siku hiyo sikuwa sawa, kwa hiyo ndo maana nikafikia mpaka kutamka Mama. Sasa baadaye nafanya editing nasema, ah, hivi mimi ndiye ndiye niliyokuwa nafanya hapa. Kwa hiyo eh, hivi vitu tumekuwa tuna vina makumba waandishi wengi sana, mpaka sisi wenyewe watu tunauliza huyu ni mwandishi, lakini unajikuta ni kweli, lakini mbona alishawahi fanya kazi nzuri huko nyuma, kwa nini sasa? hizi anapitia katika hali ambayo hajapata msaada, ndio yupo katika hali hiyo. Lakini akipata msaada akashauriwa, au, yeye mwenyewe akajitambua nini kimenipelekea hapa, akajirudi akarekebisha mambo vizuri atakuwa vizuri kabisa. Ah, ushauri wangu, kwa wandishi, moja, watambue kwamba sio si, si kwamba wanaelewa kila kitu changamoto. Waandishi wengi huwa wanajua wao wanajua kila kitu, hivyo unajifungia milango ya kupata ushauri na mtu kuingia kwako kukushauri. Hivyo basi, watambue kwamba wao wawe na muda wa kujitazama, yani kama unajicheki, ujitazame hivi, nilikotoka na hapa nilipo ikoje. Lakini kama kuna jambo, omba msaada. Yani, enda kwa hawa wataalamu wa kisaikolojia, nenda kule upate msaada ili uweze kuwa vizuri. Sasa ukishasema tu mimi naweza kwa ajili ya watu wanasema waandishi mtangazaji, yule nini na nini, unavimba, lakini unajikuta kumbe kuna changamoto unazo. Sasa unashindwa hivi, mimi waliyesema naweza, niende tena kuomba msaada? Lakini hapana, natambua wewe ni binadamu, ni mwananchi wa kawaida, kwa kuna changamoto ambazo wanazipata wale walaji wa habari zetu, na sisi pia zinatupata, lakini tukijifungia, baadaye ndio tunakimbilia huko, mtu depression. Uh, si yule tena lakini mwishowe inapelekea mpaka vifo. Tumekuwa tunashuhudia vitu kama hivyo kwa kikubwa, tufunguke.